Kulikuwa na vita kati ya Waisraeli na Wafilisti. Kati ya majeshi ya Wafilisti alitokea shujaa mmoja mkubwa sana mwenye nguvu, jina lake Goliathi. Alivaa silaha nzito, akatishia jeshi lote la Israeli akisema kwa sauti kubwa, niletini mtu apigane nami. Kama atanishinda, tutakuwa watumwa wenu, lakini nikimshinda, ninyi mtakuwa watumwa wetu. Siku baada ya siku Goliathi aliendelea kuwatisha watu wa Mungu, lakini hakuna aliyeweza kujitokeza. Wote waliogopa, lakini Mungu alikuwa na mpango. Kijana mdogo aliyeitwa Daudi aliyekuwa akichunga kondoo wa babake alipelekewa chakula kwa ndugu zake waliokuwa vitani. Aliposikia maneno ya Goliathi, moyo wake ukaija hasira ya haki, akasema: ni nani huyu asiyetahiriwa anayewatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Watu walimcheka wakamwambia, wewe ni mtoto, huwezi kupigana naye. Lakini Daudi akasema kwa ujasiri, Bwana aliyeniokoa mikononi mwa simba na dubu ataniponya pia mikononi mwa mfilisti huyu. Mfalme Sauli alimjaribu kumpa silaha, lakini Daudi akasema, siwezi kutumia hivi, siyo vyangu Ae. Alichukua kifaa chake cha kurusha mawe na mawe matano mazuri kutoka matoni, kisha akaenda kukutana na Goliathi. Goliathi alipomwona alicheka kwa dharau, akasema je, mimi ni mbwa hadi unije na fimbo? Lakini Daudi akajibu kwa imani, wewe unanijia kwa upanga na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi Daudi akachukua jiwe moja akalitupa kwa nguvu. Jiwe likaingia moja kwa moja kwenye paji la uso wa Goliathi, naye akaanguka chini. Waisraeli wakashangilia kwa furaha, wakijua kuwa Mungu ndiye aliyewapa ushindi. Mungu alimtukuza Daudi kwa sababu ya imani yake, na siku moja akamfanya kuwa mfalme wa Israeli. Hadithi hii inatufundisha kwamba Mungu hangali ukubwa wa watu, bali ukubwa wa imani yake. Funzo la kiroho: ukimwamini Mungu hakuna adui mkubwa kuliko nguvu zake. Wakati wengine wanaona hatari, mtu wa imani huwa na fursa ya Mungu kuonekana. Ushindi wako hautegemei silaha, bali jina la Bwana. Aya ya kumbukumbu: vitani vya Bwana, naye atawatia mikononi mwetu. Seti mwisho wa video, kama unaamini Mungu anaweza kukupa ushindi juu ya matatizo yako, andika chini kwenye maoni: nataka kuwa na imani ya Daudi.